Sahi ukikufa sahiidaka tunaongea, unafikiria tutakuwa wageni wa nani? Umaifikiria kitu kama hiyo unajua, mwanaume bila mtoto si mwanaume, si mwanaume. Na sisi tunachekelewa sana, sijui kama marafiki yako wamekuchekelea huko nje ama wamekwambia, sisi tunataka na mm. Na unajua, wewe ndio kijana peke yako. Na wewe ndio utaendeleza huko. Magia ataenda kwingine huyo, anataka azaliwe, mimi nataka nizaliwe, unanipata na na kupata na kupata, unajua kuzaliwa, najua kabisa. Eh, ndio hiyo sasa. Sasa tumekuita hapa wewe kama kijana. Na natukupea masharti tukuambie, unataka namna gani kwa mama yetu hii. Mm. Sasa mzee mm. na mama hii mm. mambo yote mm. mimi kama vile nimeongea mwanzo Mm. mimi yote nimefanya mm. kulingana na mimi mm. So nafasi ambayo imebaki ni ya Mungu, wacha tumwachie Mungu, sababu mimi bado mke wangu mimi nampenda, na ninajua kwamba mambo yote yatatimia. Sasa, mm -hmm. sisi tunatoka huko mambo ya Mungu mm -hmm. Sisi tunataka huyu msichana atuambie kama hajaweka kitu hapa mm -hmm. alimeza dawa ama alifanya maneno mahali mm -hmm. alitoka, atoke kwa iboma, wewe wewe, mwibibingine mm -hmm. sisi tunataka na na na na si hata hata hata muende basi. ni ni nani akona shida? sisi tu tu. Lakini unaona, unaona mama mama misiko. Huyu hii hii kwa mingi bana. Ba hiyo tulienda gharama kubwa sana. Kamoja. Tuonenge kamoja. Tunataka tufukuse yeye. Na tukuletee mwenyanas hata mwenyamaai saa kitambo mm. Afadhali sisi kama wazazi wako utusikie, sawa wazazi eh. Miwa, eh, nimewaelewa eh, eh lakini wacha tuba sasa, kwa sababu mmeongea vinyo na mmeongea na mmeongea, na nimewaelewa eh, eh lakini mumenieka njia panda eh, so wacha ni wacha nifanye mambo yangu moja mbili tatu, mm -hmm. nipate kuelewa ni nini kitaendelea kwa sababu, yeah. yeah. ile mnazungumza ni kama mmeja discuss yeah. na ile ku discuss mme discuss mambo yenu, nienda hata mimi nifanye sasa nini yangu, yeah. so, yeah. kwanza nienda jite kama mkutano yeah, kwanza endo jite mm -hmm. mkutano, lakini mambo niyo mambo mangapi mawili, tumekwambia mm. ukikaa kwa familia sisi tunataka tukue tuongezeke, mm -hmm. tuongezeke, sasa wewe uende u discuss lakini ni rahisi sana, sisi tulikulea vizuri sana. We una shida? We mambo yako iko sawa kabisa, mm. Kama mwanaume mimi najua wewe, tulikulea vizuri kabisa, mm. Sawa sawa, wende uongee na mke wako, muone mtafanya namna, lakini yoyote ile tutaki kusikia mambo ya Mungu, tunataka mambo mtoto, mm. Ama hata kama unataka kununua mtoto ununue mtoto pete, sawa amuka

Mume wangu. Mbona una furaha? Shida iko wapi? Nakusalimia tu mume wangu. Na leo hauna furaha kabisa. Bila nimetoka zetu tu kwa gezi. Njoo, njoo, njoo. Au una furaha hata kidogo. Nini shida? Sasa mke wangu, mm, unataka nikue na furaha unataka nikuwe na furaha kabisa mimi. Nini kunaendelea? Hakuna vile ndakuwa na furaha. Ila hali familia yangu ina, imenitelekeza, wamenikataa kabisa. Marafiki wamenitelekeza, wamenikataa kabisa. Ikifika katika upande wa vikao, ni kwenda kuchaguana, yaani wanaume ama viongozi, mimi natelekezwa. Shida ni kwamba nimeoa mke na mke nimeoa hakuna mtoto, hakuna amani katika nyumba. Nilijua, nilijua hata nilijua, asubuhi nikitoka niliona tu maadhia na faadhi wamengongosana hapo na dada yako. Sasa nikajiambia ni nini, nini nimefika hapo hivi? Wamenyamaza, nika nikapita, nikajua tu leo hii boma kutakuwa na mzomo. Mume wangu jamani, wacha nikuambie hii miaka saba kweli imekuwa mingi kabisa. Lakini Mungu time, Mungu ataleta mtoto Mungu hali ataleta lini? Mimi sina amani. Afadhali basi nifungie huko ndani. Nijifungie huko ndani. Angalau at least hapa ndio niko na amani. Lakini kule nje sina rafiki, sina ndugu, sina nani, yule family members wote wamenikataa. Si tu leo, leo, leo, maneno ma yeah. Naam. Yenyewe na naona ni madharau, hata nikipita enye majirani, kila mtu anasema ama ndiyo huyo kanatoka. Nimeenda kazi na rudi. Naenda kazi na rudi, tunatafutia nani? Tunatafutia nani? Imagine mke wangu, tumeona miaka saba, ng'ombe nilizopeleka kwenyu hizo ng'ombe zote, kila ng'ombe saa hii, hebu hesabu miaka saba kutokea sasa, kutoka wakati tulioana. hizo ng'ombe saa hii iko na ndama ngapi ngapi? Na imagine, imagine kila ng'ombe saizi, kuna ndama mingi tu tuseme, so kama ni kidogo, ni kama kila ng'ombe iko na ndama tano tano. Lakini swali ni tupate tulisho mahali. Ndio tujue shida ni mimi ama shida ni wewe, wewe, na we tusikonglu tukosane na wewe awe, iali tunapendana kweli, mimi nakupenda nasi... mke wangu. Mimi nakupenda mke wangu <laughs> Mina hata isia wachena wachena, tuna hiyo maneno lakini kweli ni kwamba usilie, usilie, usilie, usilie mke wangu. Jambo tu mi takuambia ni moja, ijapokuwa wazazi wangu, mama anahitaji aitwe jina, baba anahitaji aitwe jina, so ni ile tu tujikaze na tujitahidi tusionyesha aibu yetu kule nje. Utaniahidi, wacha tuvumilie tujue, ya kwamba ya kwamba eh, mtoto atapatikana, lakini kabla tuache, tuangalie tuone nini nini, nini Mungu anatupangia. Sawa sawa, haya, wacha mimi niende sawasawa. So wewe, wewe, wewe, panga mambo yako, angalia nini tutakula. Naenda kwa wazee wako. Mungu nakuomba, kama Kaya, kuna mahali nilikosea, nipe mtoto. Mungu wangu nakuomba kabisa nisamehe, kama penye nimekosea iko, naomba msamaha, nisamehe Mungu wangu. Wacha niangalie mume wangu kama bado, angaliaeenanitanea meifurahia kabisa, wacha niende nimwambie mume wangu hiyo ushauri yenye umenipea itatusaidia sana. Hiyo ndio njia moja yenye tutakuwa tumeweza majirani na hata wazazi wetu wapate mchukuu mama mzuri, itanisaidia na nikimwambia mama wangu, naomba tu akubali na akubaliane na mimi, tukienda kupata huyo daktari atatusaidia sana, na hiyo itakuwa suluhisho ya mwisho, tutakuwa tume pata mtoto na ni shida kidogo tu ndio tunangojea daktari atuambie. Tashukuru sana Mungu wangu, asante.